Tupo hapa Mbeya e, katika jitihada za kuhamasisha e, uzalishaji wa kahawa bora nchini Tanzania. Kama mnavyofahamu, Tanzania ni moja ya wazalishaji wakubwa sana wa kahawa na sio tu kahawa, kahawa bora. lakini katika kuendelea kuhamasisha uzalishaji wa kahawa bora kuna jitihada mbalimbali ambazo sisi kama bodi ya kahawa kushirikiana na wadau tunazifanya. Mojawapo ya jitihada za kuhamasisha uzalishaji wa kahawa ni kuandaa E, mashindano kama haya ambayo tunayafanya e, katika wiki hizi mbili katika mkoa wa Mbeya zikiwasili, zikiwasilisha kahawa kutoka maeneo yote ya uzalishaji wa kahawa Tanzania. Kama tunavyofahamu kahawa, kuna mikoa kumi na sita inayolima kahawa Tanzania, na katika mikoa yote hiyo kumi na sita sampuli za hizo kahawa, kahawa kutoka mikoa hiyo zipo hapa e, Mbeya tukionja na sampuli hizo zimegawanyika katika maeneo kadhaa. Tuna kahawa aina ya robusta, tuna kahawa aina ya arabika washed, yani ile arabika laini, lakini tuna naturals arabica ngumu, lakini kuna ya ubunifu tunaita experimental coffees, lakini tuna honey coffees. Ni ubunifu mbalimbali mbali ambao e, Watanzania wazalishaji wa kahawa wanaufanya ili kuteka masoko kuvutia e, wanunuzi wa, wa, wa kutoka maeneo mbalimbali duniani kuja kununua kawa ya Tanzania. Kama unavyofahamu sasa hivi teknolojia imekuwa kwa hiyo zile testi za watu zinabadilika, na sisi Tanzania hatupo nyuma, tunabadilisha testi, tunaleta vitu ambavyo dunia inavitaka, na uzuri ni kwamba kawa yetu ni bora. Kwa hiyo haya mashindano ni tumeleta kawa yote, kawa yote ya Tanzania kwa kweli ni bora. Wakulima wale ambao wameleta hizo sampuli ni watoe tu hofu kwamba Zile, sisi kama majaji sisi kazi yetu ni kwenda pale mezani, tunakuta zile sampuli tayari zimeshawekwa mezani. Kuna waandaaji ambao wamepokea zile sampuli na kuweza kuziwekea code, numbers ambapo sasa sisi hatujui kwamba huyu mkulima fulani ameleta sampuli hii, sisi tunazikuta pale mezani, sisi kazi yetu ni kuonja na kuziweza, kuziweza kuzipanga kwa madaraja kulingana

Uh, who will be willing to pay extras. So uh, through this we are actually providing uh, better life conditions for the farmers, for the producers. The only thing that we are asking for in return is that they will work harder on improving the quality. Sana sana katika mchakato wa uboreshaji wa kahawa ikiwa mbichi, yani pale wakitoka kuchuma kahawa yao katika uboreshaji, kuvundika, wavundike katika vyombo visafi, lakini waweze kuanika katika meza ambazo ni safi ili kuondoa zile changamoto za kik kikombe kuwa kama kime imeanza kuharibika. Kutokana na uvundikaji na uanikaji, wakulima wameleta sample ambazo ni nyingi sana. Tunafurahi zikiwa zimetayarishwa katika matayarisho mbalimbali. Kuna ambazo zimesafishwa moja kwa moja, kuna ambazo zimevundikwa zikiwa na sukari yake, na kuna nyingine ambazo zinaitwa natural, zinaanikwa kama zilivyo. Mpaka sasa zoezi hili linaendelea vizuri. Kahawa kweli nyingi ni nzuri, tunawapongeza wakulima kwa hilo, lakini kuna kahawa ambazo pia ni chache zina zina ubora lakini bado hazijafikia ule ubora wa kwenda kimataifa. Hivyo basi sisi kama majaji ambao tumeonja kahawa hizi tunawashauri wakulima waweze kuchakata kahawa katika viwango vya kimataifa. Kwa sababu kahawa ni zao ambalo lina linauzwa lina kimataifa. Hivyo basi tunawashauri wanapokuwa wanafanya shughuli zao za kilimo, kuanzia wanavochuma kule shambani, wanavochakata, kukausha waweke katika viwango vi, vi ambavyo vitapeleka kahawa yetu ya Tanzania kwenda nje kimataifa na kuuzwa katika bei ambayo itaongeza pato la kitaifa. Tunatarajia kupata kahawa bora ya mwaka ishirini ishirini na sita mpaka mashindano haya yatakapofika kikomo.